Hatimaye wananchi Dar es Salaam Young Africans wamemtambulisha mchezaji wa kuitwa Buba Jammeh. Huu umekuwa ni kama usajili surprise, hakukuwepo na tetesi yoyote, hayakuzungumzwa mahali popote kwamba mwamba huyu anakwenda kujiunga na wananchi Dar es Salaam Young Africans. Ikumbukwe dirisha dogo la usajili limefungwa rasmi siku ya jana Januari 30 mwaka 2026. Na, na kabla dirisha hilo halijafungwa wananchi Yanga Afrika wameshusha jitu mwitu wa kuitwa Buba Jammeh na kwenda kukuangazia mchezaji huyu. Je, yaliyomo yamo? Je, mchezaji huyu ametoka wapi? ni raia wa wapi? ana umri gani? Je, atawaongezea nini wananchi Yanga Afrika lakini je, ni usajili wa namna gani kwa Yanga Afrika? zikoji, ukoji, hayo, na takwimu zake zikoje? ufundi wake ukoje? magoli yake yapoje? ni mchezaji wa namna gani? yote hayo nakwenda kukudadavulia hapa katika video hii. Kikubwa ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza kutazama chaneli hii, basi chini ya video hii bonyeza neno lililoandikwa subscribe, kisha kuna kialama cha kengele kitatokea hapo, kiguse ili uwe mtu wa kwanza kuzipokea taarifa za kimichezo kila siku punde tunavyokuwa tunaziachilia mahali hapa kwa masaa ishirini na nne iwe ni tetesi za usajili, iwe ni usajili uliokamilika, iwe ni yale wanaosema viongozi mbalimbali, ikiwemo mbali, pia wasemaji wa vilabu vyote hapa nchini Tanzania. Sasa tuanze kumwangaza mchezaji mpya wa kikosi cha wananchi Yanga Afrika wa kuitwa Buba Jammeh. Huyu ni nyota raia wa pale nchini Gambia na ni nyota mwenye umri wa miaka ishirini na minne pekee na ni nyota ambaye muda mrefu alikuwa akitumikia ligi kuu ya pale nchini Angola ikifahamika kama Girabola. Kwa hiyo huyu ndiye nyota ambaye amejiunga na kikosi cha wananchi Yanga Afrika akitokea kwenye kikosi cha Inter Club ya pale nchini Angola. Ni mchezaji ambaye kwanza takwimu zake ni kama ifuatavyo. Msimu wa 2023-2024 alikitumikia kikosi cha Wiliete Sports Club ya pale nchini Angola ambayo katika michuano ya CAF Champions League walikutana na wananchi Yanga Afrika msimu huu na Yanga waliweza kuondosha Wiliete. Sasa nyota huyu katika msimu wa 2023-2024 alicheza mechi kumi ndani ya kikosi hicho cha Wiliete na alifanikiwa kufunga mabao mawili na akatoa asisti tatu na jumla ya mchango wake wa mabao katika mechi hizo kumi, alihusika kwenye mabao matano kati ya mechi kumi. Na huyu ni nyota ambaye anacheza eneo la winga zote mbili za pembeni, kulia pamoja na kushoto, na katika video hii unayomwona hapa, huyu ndiye Buba Jammeh, nyota ambaye anasifika kwa kasi yake na ufundi mkubwa na Mithili ya kasi ambayo inafananishwa na nyota Tuisila Kisinda, nyota aliyepita ndani ya kikosi cha Yanga Afrika misimu ya huko nyuma. Kwa hiyo huo ndio uwezo pekee alionao nyota huyu kwa maana ya kasi yake, lakini pia uwezo wa e, kupiga klosi, hicho ndo kitu pekee ambacho kimeonekana hata katika video hii unayomuona hapa. Huyu ndiye Buba Jammeh, nyota ambaye ametambulishwa ndani ya kikosi cha wananchi Yanga Afrika sasa. Klabu ambayo alienda kuitumikia ya mwisho ilikuwa ni Inter Club, ambapo msimu 24 25 alifanikiwa kucheza mechi 14 na akafunga goli tatu na akatoa assist mbili. Sasa katika hizo mechi 14 alifunga mabao matatu na assist mbili, maana katika mechi eh, 14 alihusika kwenye mchango wa mabao matano. Msimu huu wa 25 26 nyota Buba Jamei akiwa na kikosi cha Inter Club ambayo mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu nchini Angola inashika kwenye nafasi ya kumi na nne na ni nyota ambaye amehusika katika kucheza mechi saba na amefunga goli moja pekee pamoja na asisti moja. Kwa hiyo hizo ndio takwimu za bwana Buba Jammeh, nyota ambaye unamwona katika video hii akiendelea kusumbua akihusika kuhusiana na kasi aliyonayo pamoja na uwezo wake wa kupiga klosi. Huyu ndiye ambaye amefunga kazi katika upande wa klabu ya wananchi Yanga Afrika katika eneo la usajili wa dirisha dogo la Januari 2026 ambalo limefungwa siku ya jana Januari 30 mwaka huu 2026, muda ilikuwa ni saa tano na dakika hamsini na tisa za usiku. huyu ni piwa winga, yani, ni winga asilia kabisa ambaye eh, upande wa Yanga Afrika wameona kuna hitaji la kumwongeza mchezaji huyu ili aende kuongeza nguvu. Na ukiangalia katika upande wa kikosi cha Yanga Afrika, maana yake mawinga pekee wanabaki ni wawili, yuko Faridi Musa Malik ambaye ni mzawa, lakini pia anaongezeka bwana Buba Jammeh, kwa sababu wachezaji waliopo wengine wa Yanga wote sio natural winger, bali ni viungo washambuliaji ambao kimsingi wengine wanacheza namba nane na wengine kiasili ni namba kumi wakiwemo kina pakome mezuzwa max nzengeli, yuko Allan Okello. Kwa hiyo Yanga Afrika wameona kuna haja ya kumpata winga asilia kuongeza katika eneo lao la ushambuliaji na nyota eh, Buba Jammeh limekuwa pendekezo la moja kwa moja la mwalimu Pedro Goncalves ambaye alimwona kwenye ligi kuu ya pale nchini Angola wakati akifundisha kule nchini Angola, na huu ndio usajili mwingine kwenye kikosi cha wananchi Yanga Afrika. Imekuwa kama surprise package, alikuwa hazungumzwi kokote kule na waandishi wote hapa nyumbani Tanzania, na shughuli ikawa imehitimishwa hivyo. Mimi niliwambia Yanga Afrika wamefunga usajili, lakini nikasema kama ikitokea surprise, basi nitarudi tena kuwambia ni nani huyo atakuwa amesajiliwa. Kwa hiyo ni rasmi, Yanga Afrika imeweza kufunga dirisha dogo la usajili na mchezaji wa kuitwa Buba Jammeh. Sasa kwa takwimu ambazo nimekuelezea hapa na nimekusogezea hapa huyu Buba Jammeh unamwona ni usajili wa namna gani kwa upande wa Yanga Afrika? Je, hakudeserve kusajiliwa ndani ya Yanga kwa takwimu ambazo nimekuonyesha hapa? Je, ni mchezaji ambaye kuna jambo unaamini anakwenda kuliongeza ndani ya kikosi cha Yanga? Na wachezaji wa kigeni ikumbukwe ndani ya Yanga Afrika wameshazidi, wapo kumi na tatu. Nitakwenda kukujuza wote kwa ujumla wake, lakini kwa taarifa za awali zinaonyesha kwamba Yanga Afrika wamemtoa Musa Bala Conte na nafasi yake imechukuliwa na kijana Buba Jammeh. Sasa mimi nahitaji mtazamo wako kwa hichi ambacho umekiona kwa Buba Jammeh, ni mchezaji wa namna gani? Unamreti kati ya kumi ya kumi? Je, yeye unamweka katika mizani ipi? Kwa namna ambavyo eh, takwimu zinaonyesha na namna ambavyo nimekuwekea highlight ambayo pengine kwa uchache inaweza ikakupa mwanga kwamba Buba Jammeh ni mchezaji wa namna gani. Kwa hiyo Yanga Afrika kwa ujumla wake, katika dirisha hili dogo la usajili imefanya maingizo mapya ya wachezaji nane ndani ya kikosi hiki. Wa kwanza ni Yao Kwasi Atoula, huyu ni nyota ambaye kwenye mfumo wa usajili alikuwa hatambuliki, baada ya Yanga kuweza kumtoa kwenye mfumo kutokana na injury ambayo aliipata ambayo ilimfanya akae muda mrefu na nafasi yake ilikuja kuchukuliwa na Frank Asinki, na mwisho wa yote kijana yao kwasi ameweza ya kurejeshwa. Na mchezaji wa pili ni Laulindo Aurelio Depo, huyu ni nyota mwingine ambaye amesajiliwa, lakini pia yuko Allan Okello Starboy, naye ameweza kusajiliwa, lakini usajili mwingine wa nne ni wa Mohamed Damaro, huyu ni nyota ambaye ametokea Singida na ni mchezaji ambaye amesajiliwa kama mchezaji mzawa, si wa kimataifa. Lakini pia yuko Huseni Masalanga kama golikipa kutoka Singida, lakini yuko Emmanuel Mwanengo pamoja na kijana ambaye amepandishwa kwenye timu ya wakubwa wa, wa kuitwa George Muzungu kutoka under 20 na hao ndio wachezaji nane waliokamilisha usajili wa kikosi cha wananchi Yanga Afrika kwa msimu huu wa 2025, 26 sasa ni kutajiwa wachezaji kumi na tatu wa kigeni ambao Yanga mpaka hivi sasa iko nao. Wa kwanza ni Gigi Diara, wa pili ni Yao Kwasi Atoura, wa tatu ni Shadra Kisaka Boka, wa nne ni Frank Asink, wa tano ni Lasini Kouma, wa sita ni Prince Mpumelelo Dube, wa saba ni Allan Okello, wa nane ni Pakome Pedo Uzuzwa, wa tisa ni Maxim Pia Nzengeli, wa kumi ni Laulindo Aulelio Depu, wa kumi na moja ni Juki Abuya wa 12 ni bara musa Conte, wa 13 ni Buba Jammeh. Kwa taarifa zinataja musa bara Conte ndiye ambaye amepisha jina la Buba Jammeh kuingia kwenye kikosi cha wananchi Yanga Afrika. Kwa hiyo huo ndo mustakabali mzima wa wachezaji wa kigeni ndani ya kikosi cha Yanga, sasa na kwenda kukutajia idadi ya wa wachezaji thelathini na mbili wa Yanga Afrika ambao wanaunda kikosi hiki kwa msimu huu wa ishirini na tano ishirini na sita upande wa magoli, kipa tunaanza nao Jigi Diara, yuko Abutwalibu Msheri, yuko Huseni Masalanga, lakini kwa upande wa mabeki, yupo Bakari Nondo, Mwamnyeto yuko Dickson Job yuko Frank Asink yuko Ibrahim Abdullah Baka yuko Kibwana Shomali yuko Izra Patlikimwenda yuko Shara Kiboka yuko Yaokwasi Atoura yuko Mohamed Husseini na Abubaker Nizal Othman maarufu kama Ninju. Kwa upande wa viungo yuko Buba Jammeh lakini pia yuko Mohamed Damaro, yuko Juki Abuya, yuko Pakome Zuzwa, yuko Allan Okello, yuko Faridi Musa Maliki, yuko Maxim Pia Nzengeli, yuko Modathiri Yahaya, yuko Salum Abubakar Shuaboy, yuko Azizi Andambwile, yuko Lasini Kouma Kumajik, lakini pia yuko Shekhani Ibrahim Hamis, yuko George Muzungu, yuko Edmund John na Abdurnasil Mohamed Kasemiro na huyu Balakonte ambaye jina lake linatajwa kuweza kutolewa na mchezaji katika eneo la ushambuliaji yuko Prince Mpume Lelo Dube yuko Clementi Mzize yuko Laulindo Aurelio Depo pamoja na Emmanuel Mwanengo. Hao ndio wachezaji ambao Yanga Afrika wanakwenda kukipigania, eh, kikosi hicho kwa maana jeshi la wachezaji thelathini na wawili ambao wameingizwa kwenye mfumo wa usajili na wachezaji waliotoka ndani ya Yanga yuko Komeni Abubakari huyu Yanga hawajaachana naye, bali kutokana na injury ya muda mrefu ambao wameona, wameona itaenda mpaka mwishoni mwa msimu wakamchukua Hussein Masalanga kwa ajili ya kuripresi nafasi yake, ila bado Yanga Afrika wanaendelea kumtibia na akipona pengine wataangalia mustakabali wake itakuwa vipi. lakini yuko Selesi ni Ekwa ametolewa kwa mkopo kwenda JS Kabilia pale nchini Algeria, lakini yuko Mohamed Dumbia ambaye ametolewa pia kwa mkopo kuelekea Marumo Gallants ya Afrika Kusini, yuko Ofeni Chikola ametolewa kwa mkopo kuelekea Singida Black Stars, yuko Dennis Nkane ametolewa kwa mkopo kwenda TRA, lakini pia yuko Andy Bobo boyeli ametolewa kwenye kikosi cha Yanga baada ya mkataba wake wa mkopo wa miezi sita kumalizika na amerudi kwenye klabu yake mama ya Sekukune United Afrika ya Kusini. Na wa mwisho ambaye anatajwa ndiye huyu Bala Moussa Conte. Hiyo rasmi ndio jeshi la wananchi Yanga Afrika, kwa wachezaji wapya walioingia na wale waliotoka, na kikosi kwa ujumla wake nimekutajia hapa chote kuanzia mabeki, magolikipa, walinzi na e, upande wa viungo na washambuliaji. Niambie wewe, unakiona kikosi hiki cha Yanga Afrika kinakwenda kufanya nini kwenye upande wa michuano mbalimbali ikiwemo CAF Champions League ambapo hii leo Januari 30, Yanga Afrika e, wamekwenda e, e, wanaenda kucheza mechi kwa maana leo ni Januari 31, wanakwenda kucheza mechi ya CAF Champions League katika hatua ya makundi raundi ya nne dhidi ya kikosi cha Ahli mapema saa kumi kamili jioni pale New Amani Complex VC1 Zanzibar. Upi mtazamo wako juu ya kikosi hiki cha klabu ya Yanga? Niandikie maoni yako, lakini ili usipitwe na taarifa nyingi za usajili na za kimichezo, uchambuzi wa kina, na yale ambayo wasemaji wa vilabu vyote hapa Tanzania wanayasema, basi Usiache kusubscribe channel hii na kubonyeza kialama cha kengele, ili uwe mtu wa kwanza kupokea taarifa za michezo kila siku, tena kwa masaa ishirini na nne. Na habari zenyewe hatuziokotezi tu, bali tunakusogezea habari zenye ukweli na uhakika. Mimi nikutakie wakati wakati uliomwema na bye, bye.